Fitina ni kubwa zaidi kuliko kuua. Kwa hiyo hizi ni zama tulizo nazo kuendea uchaguzi mkuu, fitina nyingi, unafiki mwingi, maneno mengi, kujipendekeza kwingi, kuzuazua mambo kwingi, watu kutokumwogopa Mungu. Kwa sababu ukifanya fitina ukaleta na unafiki ukaleta na mambo ya uzushi, hali ya kuwa yoyote unayoyafanya ni ya uongo mtupu, wewe humwogopi Mungu. Na hasa ni kuhusudiana, mtu mwingine kumhusudi mtu mwenzake kutaka nafasi ya mkuu wa mkoa, unaitaka wewe, ukapewa na Mungu wewe, mpaka umemwona amekaa pale, ni Mungu yule. Natakiwa muogope Mungu, usiletelete fitina zako, nataka nafasi ya mkuu wa wilaya, kawe kwa na Mungu, kawe kwa na Mungu, kiturudisha sisi amani na utulivu na upendo na mshikamano huu, ambao mheshimiwa mkuu wa mkoa anauonyesha utaendelea kuwepo kwa hiyo. Mufti, tunapokuwa kwa pamoja katika sadaka hizi tunataka kina mama hawa washiriki katika kuomba, washiriki katika dua, lakini washiriki katika kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa na amani, na hasa hasa nyakati hizi za kuelekea katika chaguzi, mivurugano huwa ni mingi sana na uongo huwa ni mwingi sana. Anaweza kaja tu hapa mtu akasema Mufti, Mufti sio yule, Mufti anampinga sana mheshimiwa rais. Ah, yule Mufti ameandaa kabisa Mufti alienda mpaka Tanga kule juzi. Sasa unajiuliza, Tanga mufti anaendaje? Si kwao, si ndio jamani? Sasa mtu mwingine mufti anakwenda nyumbani, mtu mwingine alichukua neno Tanga anadhani kwamba anakwenda kufanya mambo tofauti ambayo hayapo katika taifa letu. Sasa hiki ni kipindi cha mifarakano, ni kipindi cha watu kuongea mambo, na ndio maana tunasema tuendelee kuliweka taifa letu katika mikono ya Mtume wetu ili mambo yote yaweze kwenda kama vile Mungu anavyoyataka, na nafahamu wengi tuna hamu ya kushiriki kwenye uchaguzi huu, lakini nafahamu pia wengi tunatamani kazi nzuri ya serikali ya awamu ya sita ziweze kuendelea. Sasa ili ziweze kuendelea na sisi tuwe sehemu ya kusimika uongozi huu, basi ni vizuri tukaanza na zoezi la kujiandikisha, ili mwezi wa kumi tutumie nafasi hii sasa ya kisheria na kikatiba kwa ajili ya kushiriki kuchagua viongozi kwa maana ya madiwani, wabunge pamoja na mheshimiwa rais.